Wapendwa wajumbe wa mkutano mkuu wa 44 wa elimu ya afya ya msingi katika Dayosisi ya Kaskazini iliyo sehemu ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, naomba tutanguliwe na neno la Mungu kama ambavyo tunaliona kwenye vijitabu tulivyopewa, Isaya sura ya 40 mstari wa kwanza ambalo linasema watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Tuombe. Tunakushukuru sana Mungu mwenyezi, Baba yetu mwema, kwamba umetulinda tangu tulipoachana mwaka jana katika mkutano kama huu. Tunakushukuru kwa jinsi ulivyomwongoza kila mmoja wetu katika kutekeleza majukumu mbalimbali mbali ambayo ume tutuma katika shamba lako kumhudumia mwanadamu katika ukamilifu wake kimwili, kiakili na kiroho. Asante kwa yale uliyotuwezesha kuyafanya, na pale ambapo tulishindwa kufanya ilivyotarajiwa tunaomba rehema zako. Na hata siku ya leo tunapotafakari e, namna ya kwenda mbele, Baba uwe pamoja nasi, utuongoze katika kutathmini aliyofanyika na kuweka mipango mizuri ya kuendeleza utume mwema uliotukabidhi. Naomba baraka zako katika mkutano huu, kwamba utamwongoza mwenyekiti wetu katika kusimamia kikao, utawaongoza wajumbe katika kupokea yale yatakayowasilishwa na kuyajadili vema. Angazia akili zetu kwa Roho wako Mtakatifu, ili hata maazimio ambayo yatafanywa yaweze kuwa kwa ustawi wa kazi yako ambayo Bwana umetupa. Tumeimba haya usiku waja, tufanye bidii nyingi, na ni wewe unayetuwezesha Bwana, kwa kutupa nguvu ya kuweka katika utume uliotupa. Katika jina la Yesu Baba tunaomba, na uanze nasi na kuhitimisha nasi, Amen. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na wajumbe wote, nimesoma ujumbe huu wa neno la Mungu ambao uh, tumeona sababu ya kuweka neno linalotutafakarisha kuhusu mahangaiko ambayo watu wanayo, uh, wale wa upande wa kiimani tunajua kwamba katika nyakati ambazo tunaishi watu wamekuwa na mahangaiko mengi, wakienda huku na kule. Lakini ukitazama vizuri, utaona ya kwamba jambo la afya linahusika katika hayo mahangaiko. Pale ambapo afya za watu zinapokuwa zime ingia katika changamoto, basi watu wanakuwa na mahangaiko ya kutafuta namna afya zao zitakavyorejea katika ukamilifu. Hata hivyo, kinachosumbua ni pale ambapo mtu anakwenda kutafuta uh, suluhu ya shida aliyonayo na kuangukia mahali ambako si salama. Chukulie kwa mfano mtu mwenye tatizo ambalo linafahamika la shinikizo la damu, na anakimbia kwenda kwa wahubiri, kwenda kutafuta namna atakavyotatua hilo tatizo, wakati Mungu amekwisha toa maarifa kwa wataalamu ambao wangeweza wakamwongoza vizuri namna anavyoweza kushughulika na tatizo hilo. Matokeo yake yanapokwenda kwa watu wasio sahihi, basi wanatumia shida yake kwa ajili ya faida zao, na baada ya muda ndipo mtu huyo anapata shida kubwa zaidi, lakini wakati huo pia anakuwa ameshagharimiwa mali zake nyingi, kwa sababu kule pia atatakiwa kupeleka vitu ama fedha ambayo ataambiwa ni ya muhimu ili aweze kupata suluhu. Kwa hiyo ukiangalia kwa kina, utaweza kuona mahangaiko ambayo watu wanayo, sehemu yake inahusiana na jambo la kiafya. Wanaenea uhusiana na sababu za kiuchumi, kwa kuwa watu wanapenda pia kiuchumi uchumi wao uweze kuimarika, na wanaenda huku na kule wakitafuta waombewe wapate baraka. Lakini ndugu zangu, sababu za kiafya ni mojawapo ya chanzo cha mahangaiko ambayo watu uh, tunaowahudumia katika nyakati hizi wanayo sasa Neno ambalo tumepewa linasema, watulizeni mioyo watu wangu. Tunawatulizaje? Tunawatuliza tuna kwa kuwapa maarifa. Maarifa. Kwa sababu nyote mnafahamu vema kuwa neno la Mungu linasema watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa kupitia kitengo chetu cha elimu ya afya ya msingi na kamati mbalimbali mbali katika sharika zinatumwa kwa ajili ya kuwapa watu wa Mungu maarifa, ili wasiangamizwe, ili waweze kutulia kutoka katika mahangaiko mengi ambayo wanakuwa nayo kutokana na ukosefu wa maarifa. Kwa hiyo naomba tupokee wito huu ambao Mungu anatupa kupitia neno lake katika e, kitabu cha nabii Isaya sura ya 40 mstari wa kwanza, wito wa kuwatuliza watu mioyo, watu ambao wamekosa utulivu, wanahangaika sana. Na wewe ambaye upo katika chumba hiki, Mungu amewekeza kwako kwa kukupa maarifa ili uwagawie na wengine hayo maarifa watoke katika mahangaiko walionayo. Namwomba Mungu atusaidie katika mkutano huu, tuweze kujadili vema yale ambayo tumewezeshwa naye kuyafanya kwa mwaka uliopita na kuwaza kwa pamoja yale ambayo tunaweza kwa neema yake kwenda kuyafanya katika mwaka unaokuja na nimsihi kila mmoja wetu atambue kwamba tunapowapa watu maarifa, hasa kwenye eneo la afya, tunatatua kwa kiasi kikubwa sana mahangaiko walionayo watu wa Mungu nyakati za leo. Tunatatua kwa kiasi kikubwa sana mahangaiko walionayo watu wa Mungu nyakati za leo. Kama mnavyofahamu, mambo ya afya, na Profesa yuko hapa atatusaidia, matatizo ya kiafya mengi yanapokosa kupata upata, uh, yanapokosa kushughulikiwa yakiwa katika hatua za awali, basi yakishasogea kwenye hatua kubwa, hata utatuzi wake unakuwa wenye changamoto nyingi. Na kama mnavyojua, elimu ya afya ya msingi ni kusaidia kuwapa watu maarifa waweze kutambua hali zao za afya na ikiwa e, e, wanapata nafasi ya kutambua hali zao za afya mapema basi hata utatuzi wa matatizo hayo ya kiafya unakuwa wa gharama kidogo. Unafahamu msemo ule wa zamani wa Kiswahili uliosema kinga ni bora kuliko nini? tiba. Kuliko tiba, na elimu ya afya ya msingi inalenga sana katika kuwasaidia watu kuwa na maarifa ili waweze kujikinga na kama wameshapata uh, shida fulani ya kiafya basi na yenyewe iweze kufanyiwa kazi mapema iwezekanavyo kabla haijaenda mbali. Watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Huo ndio wito ambao tunapewa na kwa hakika, tukiwapo watu maarifa, wakajua afya zao na wakajikinga na magonjwa yanayofaa kujikinga, basi hakika wataweza kutulia na sisi tutaweza kuendelea na majukumu yetu kwa mafanikio zaidi. Maana mtaji namba moja kwa kanisa, mtaji namba moja kwa taifa ni raia wenye afya. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa na mkutano wenye ufanisi na baada ya kusema hayo sasa, ni waombe tena tuimbe namba ya sitini na tisa fungu la kwanza na ndipo nitamwomba mheshimiwa mwenyekiti aweze kutangaza kufunguliwa kwa mkutano wetu. <muchilis>